Ngingingi mwamba huyu hapa, mwamba huyu hapa <laughs> mpaka dakika nne navyokuambia mwamba, tunaye na tunatamba naye mwamba, amesimama dede. Vipi mwamba, kachangamka. Vipi mwamba, aogopi. Vipi mwamba, anajizimadata. Vipi kama sio yeye alofanya tukio eh? Baba kimodo eh, baba kimodo kimodo, rire famasiala nini? Eh, unaambiwa pambe tuweka weka kash kash nginja, nginja kia kia, sipati kukwambia yani leo Mwijaku kanifanya kanichangamsha, nimekuwa kama nimetiwa ndimu. Vipi eh, baba we miwani meusi huyo unakwambia kama wakala wa nini sijui. Jamani, jamani, jamani <coughs> ha! alivoninginiza tai yake, suti yake, nakwambia huo hivyo viuchebe vake vindevu vake vilivozagaa kama zile nyasi za Uwanja wa Taifa mama eh? Bicho anakwambia pala hilo pala kubwa, ndio maana anakuita kichwa mviringo eh, ufanye komwe kama laika wa kuzimu. Nakwambia Mwijakuna balaa we baba wewe lo! Haa, hawe baba kiboko. Haa, haya mje vipenzi vyangu kumekucha na makucha yake temwa ombea. Ombea, ombea, ombea. Muda ndo huu muda umetaradadi, ombea ni afya nginjanginja <coughs> kiakia mkimbilie ni ulatukio ndugu zangu. Ehe, mje mambo yaende, mambo pambe nginja nginja kia kia. Sitaki kukwambia. Njooni mumuone jamani kichwa mvilingo. Njooni mumuone jamani chawa mbeba mizigo. Mpo, e, baba AKA e, baba Kimodo Kimodorire. <laughs> Staki staki mie, Waswahili wangu nawapenda, wa Afrika mko wapi? Njooni Waafrika wenzangu, mwenzanu nawapenda e. Hmm. Basi bwana, unaambiwa bwana, mpaka dakika hii tunavyokwambia, Mwijaku Kimodo anacho na anatamba nacho. Huyu baba limemkuta sekeseke la taifa e. Baba Levo naambiwa na yeye kafurahi hatari, kasahau uh, na yeye kipindi kile ilivovuma sekeseke seke lake kwa Asma akagombana na mkewe, mpaka mkewe akaidai nini akataka kuondoka kwao, eh? Saizi tena limempata Mwijaku Baba Levo unafurahi, jamani bwana. Mwijaku alikuwa na date na msichana mmoja wapo chuo mm. Msichana wa chuo alikuwa anadeti naye, msichana fulani mwembamba, anaitwa Mary, anaitwa Mary, yes of course, anaitwa Mary. Ako kabinti bwana kalikuwa kanadeti na Mwijaku. Mwijaku anadeti nacho muda mrefu, kibinti cha watu, ana kilalala na kichezea chezea kibinti tena, wazazi wake wanajikamua, wanalipa ada, wanafanya hivi eh? wao tena huko wanaenda kutafuta mabwana, mabwana wenyewe ndo wao, kina Mwijaku lile eh ko baba yo, mizigo unaobeba hapo unajikamua, nnyi akaribia ikutoke hela zote, naenda kumalizia kwa kimodo Lo, tumbo kapa kacha, kwa kweli. Na huyu naye muone anavomkimbilia mwenzie kwa nyuma na ule mchupi wake, baba levo wewe eh! Basi unaambiwa bwana Mwiji yako katika kutoka toka na kile kimodo kitoto, sikimekolea kakikoleza unaona kitoto kikawa kinaona wivu, kinamuona Mwijaku tena ndo mumewe yule. Mke tena mke wa Mwijaku, mama nani yule, tena kakaa nyumbani katulia, huku tena watu wanamgombania <laughs> mume. Hey, ale mjini, kuna raha mjini, pambe mjini, kutamu siami. Bongo sitoki, utubu siachi, umbea nginja nginja, kia kia, umbea nao natamba nao mpaka dakika hii, yani mpaka kitaeleweka. Unaambiwa binti wenyewe ndo huyo hapo, wanamrekodi mwenzie huyo, binti bwana anaitwa Beli mpaka dakika hii navyokwambia, binti kashitakiwa vipi? Sijui, unanielewa, kwa kosa la kumzalilisha huyo msichana mwenzie. Huyo msichana alikuwa anakaa naye room moja, ushaelewa? Mnaweza mkawa mmesoma, kwa watu ambao tulosoma, tunajua watu ambao wanakaa hostel, ama si hostel, wana, wamepanga nani wanakaa kuna mwenzenu mmoja anaweza akatokea familia yake iko vizuri sana, kwa hiyo akaomba kushare na nyinyi, mkae naye mkaa, mna support support, anakaa analipiwa ada anasoma na mambo madogo madogo, mnasupportiana. Sasa huyu Mary alikuwa anakaa na huyo mdada hapo, iko kibindi chenye rasta, unaona. Kwa alivyokuwa anakaa naye sometimes, anamsupport vitu vidogo vidogo, na baada ya Mary, naomba nisaidie kitu fulani, shogangu Mary anaweza akampa hela hiyo kabandike kucha kafanya hivi, ushaelewa? Sasa bwana huyu Meri ndo anatembea na Mwijaku. Sasa katika kutembea na Mwijaku eh, Meri kanogewa, namuona Mwijaku kama mume wa ndoa, hataki Mwijaku wawe na mwanaume mwingine akati, hata huyo mke, unaweza ukaa na mke lakini, pia huyo mke huyo we mwanaume mumeo we mwanamke mumeo anaza kawa kia nji uelewe utafanyaje unabaki tu, una mungu. Una tu una sema, na liwe. Elewa, eh lakini sasa huyu binti akamfanya mwijaku kama mumewe akajialalisha ka mjakknataka ataki mwijako adeti na mwanamke yoyote aijkadeti ya yani na yeye tu siwa sasa Mwijaku ukamwona hiko kibinti chengine huyo, alinyoliwa pala kwa nyuma, uwe pala la nyuma, akamwona ubinti, akamtamani. Katika kumtamani e, akataka kulala naye, akalala naye, akadeti naye vizuri, akafanya mambo yao yakufanya kiutu uzima. Sasa Ameli kaja, akagundua Ugundua Meli, ndo akawa anamtesa ubinti, kwa nini alali na bwana wake, wanamzalilisha kama hivyo. Mtoto wa watu anamweka uchi, wanamtesa namna hiyo eh. Kwa nini umelala na bwana wangu? Kwa nini umelala na bwana wangu? Kwa bwana gani? Bwana mwenyewe Mwijaku. Kwa bwana gani? Usiende dobi akangaa, bwana gani? Upwilili pwalala eh, mkaenda kumzalilisha msichana mwenzenu hivyo, mtaka kumkata nywele, mmemnyoa nyoa nywele, mnampiga mnamtesa, kisa Mwijaku, Mwijaku yo, mnamgombania ana mwanamke make mwejekwana no mwanamke, unampiga kama hivyo msichana mwenzio, mnamdhalilisha hivyo kwa sababu gani? Hmm? Mwija wako wenyewe mnamgombania na mke eh, leo wewe kimodo kampige mwenzio hivyo kamzalilishe mwenzio hivyo, mwanamke mwenzio, kisa nini mwanaume? Niwaambieni kitu, wapenzi wangu, wapenzi wangu wa Swahili, wenzangu wanawake wenzangu, wa Afrika, wenzangu mwanaume wako akitoka nje akaenda kudeti na mwanamke wa nje mwana mwana. Kipenzi, my dear, my, my love, wapenzi wangu wa YouTube, usidili na mwanamke wa nje, dili na hii shetani yako ya ndani, dili na huyu mume wako wa ndani. Kanyaga twende Huyu wa ndani dili naye mnyooshe ipasavyo ananyooka. Ushanielewa? <coughs> na hata asiponyooka lakini kizaazaa. Nachue dili na hii panya. Dili na huyu mwanaume wa ndani. Yule mwanamke anakosa kwa sababu ametongozwa. Ushanielewa? Yule mwanamke wa nje anakuwa ametongozwa. Kwa hiyo dili na nani na mwanaume wako? Kwa hiyo huyu mdada alitakiwa na dili na Mwijaku. Ushaelewa? Siwa so dili na hiki kibinti, siwa so dili na huyu dada. Na, na na, alafu sasa yeye anadili na mwanamke mwenzia, anamzalilisha, anampiga, anashangaa. Napenda amsha tale mswahili wenu, napenda ugomvi sio wangu. Mimi naweza nikaingilia, wewe ukiwa na ugomvi wako Tuko mtu umwelewi, anataka kupigana mtu anataka kuchokozana mtu anataka nini niambie, mswahili wako nginja nginja, kia kia, tunamfata tukifika kule. Yani wewe usiniadisie Kisa nini kilienda nini hivyo? Yani mimi ninapokuta ugomvi sehemu yote, shoga yangu anapigwa, rafiki yangu anapigwa, mimi kwanza naingilia na zibua afu baadaye ndo nauliza, ule ugomvi ulikuwa wa nini? Nikishaambiwa ah, ndo najua, eh, kumbe niliingilia ugomvi kati shoga yangu na mkorofi, lakini mdao nishazibua. Sasa yeye ndugu yangu mpaka unakatwa nywele hivyo, unapigwa hivyo, unafanywa hivyo, umekaa umetulia usiruke vichwa. Saa ngapi sijaruka vichwa na mwili wangu. Oh, mwili wangu mnaouona nakurukia vichwa, wewe utakaa ushangae. Eh? Yani utaka ushangae. Napenda amsha vipi, napenda pambe vipi, siogopi vipi? Ha! Dada unapigwa, mtoto wa kike unakaa, mwenzio anakupiga anakupigapiga hivyo, na wewe unamchekea unamwangalia, anakupanda kichwani. Yani wewe sawasawa, nakupanda kichwani huyo, anachukua chupi yako anatoka na wazalani huyo kwa nini mtu kama huyu anakutia wewe? Yani huyo kanyaga twende na hivyo alivyokuwa mwembamba, eh, muangalie mikono yake kama mwiko wa ugali, mkono nkauvunja, mwimbili, wa ugali yani, yani, yani, ngoa ngoa, vichwa kata ile yani, mikono mimi nilikuwa nachukua naika kwenye goti navunja ka ka navunja mua vile Mi uwezi kunipiga hivyo yani. Mi ukitaka kunipiga ujipange, na kama sikuwezi wewe, mi ntaanzisha mvua ya mawe, mvua ya vyombo humo ndani. Si chumbani ume kuna vyombo, ningeanza na hizo simu zao. Ah, napenda amsha vipi yani, au mambo ya kupigana mi ndo i like, ningeanza na hizo ninge simu pasua pasua hizo simu Mwijaku ndo kosa la kwake, angedili na Mwijaku wake. Mwijaku anajulikana muhuni mheke, anaangaika kichwa mvilingo ule, baba asokuwa na haya asojijua, kama ana ana familia ana mke yeye, ana unachovia chovia, ndo habari ya mjini. Kumbe anakosea, angedili na mpenzi mpenzi wake, so kudili na huyu msichana kumzalilisha. Serikali yetu iangalie ili swala hu, ujumbe pa serikali yetu iangalie ili swala jamani iangalie hili swala a mabinti wa wamemzalilisha sana huyu binti sana. Kwa hiyo kama wamemzalilishwa, lifanyiwe kazi hashtag mm. najua hapa jamani. <laughs> Jamani ha, wasingeninyoa hivyo hivyo kuninyoa nginja nginja hivyo kunifanya hivyo. Hapana, hapana, kwa kweli nakwambia hapana. Mimi ningedili nao ningepambana nao nginja nginja kia kia eka eka kashi kashi hivyo kashi. Hamjanipiga hivyo. Yaani mnichangia hivyo mnipige? Yaani umo ndani mvua ya vitu vyombo, nini, nguo, vunja vunja, afu nikitoka hapo na kisha na nyinyi hapo, nenda kwa ripoti na mimi rekodi mimi nzalisha nikisha ripoti na mimi napotelea zangu mbali, huko nenda zangu. We hii timu nipige, wanawake wenza, mwanamke mwenzangu unanipiga? Wewe mwanaume tu ukitaka kunipiga, nitafanyaje, na ndo mwanaume. Sina jinsi, na ndo ukute, labda wa kwangu, nitafanya nini, simuweze. Lakini mwanamke mwenzangu, mwanamke mwenzangu, wewe unipigi My friend tunapigana, mimi unipigi, ila tunapigana, yani tunapigana nginja nginja kia kia kai, kai. E, yaani tunapigana tunafumuana vipi yani e, tunapigana vizuri tu sana sana sana, sana lakini kunipiga haiwezekani. Kwa hiyo udada alikosea, jamani, serikali tunaomba chonde chonde, najua hapa kuna watu wengi YouTube yangu He, he, na huko watu maombi ni mengi ya watu kwamba mlizingatie ile swala, serikali yetu, serikali ya mama Samia, tunakuombeni huyu binti amezalilishwa.